Mtazamaji wa Matukio Online TV, hii ni ratiba ya mazishi ya marehemu Charles Martin Hillary ambaye alikuwa ni msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar na mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu, tarehe 12 Mei mpaka tarehe 14 Mei 2025, Zanzibar na Dar es Salaam. Awali ya yote, ikumbukwe alfajiri ya Mei 11, 2025 kilitangazwa kifo cha Charles Martin Hillary, nguli kweli kweli wa habari. Najua unahitaji kufahamu hii ratiba ili uambatane naye. Nikuambie, Charles Hillary huyu, kwa mujibu wa chanzo cha karibu, amefariki baada ya kuugua kwa kiasi na mauti yakamkuta akiwa njiani kupelekwa hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mluganzira. Ratiba ifuatayo: tarehe 12 Mei 2025 saa 11 jioni, mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utatolewa katika hospitali ya Mluganzira na kupelekwa nyumbani kwake Kibamba, Dar es Salaam kwa maombolezo. Na tarehe 13 Mei 2025 saa tatu asubuhi Mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utaondolewa nyumbani kwake Kibamba na kupelekwa kanisa la Bartolomayo Anglikana na Ubungo Dar es Salaam kwa ibada maalum ya kuagwa na ndugu, jamaa na marafiki. Saa kumi na nusu jioni, mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utasafirishwa kupelekwa Zanzibar. Saa kumi na mbili jioni mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utapokelewa bandarini na kupelekwa nyumbani kwao Makadara, wilaya ya Mjini, mkoa wa Mjini Magharibi, Zanzibar. Saa moja usiku sala, nyimbo na maombelezo Makadara. Na tarehe 14 Mei 2025, saa nne mpaka saa tano na nusu asubuhi mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utatolewa nyumbani na kupelekwa ukumbi wa Adres Abdul Wakil, wilaya ya mjini, mkoa wa mjini Magharibi, Zanzibar. Na saa sita mpaka saa nane na nusu siku hiyo mchana, mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utango katika ukumbi wa Idris Abdul Wakil na viongozi wa serikali, mabalozi, vyama vya siasa, vyombo vya ulinzi na usalama, wanahabari na waombolezaji wote kwa ujumla. Saa tisa mpaka saa kumi alasiri ibada ya maziko sehemu ya kwanza ya marehemu Charles Martin Hillary katika Kanisa Kuu la Kristo Mkunazini, wilaya mjini, mkoa wa mjini Magharibi Zanzibar. Saa kumi mpaka saa kumi na nusu siku hiyo, msafara wa mwili wa marehemu Charles Martin Hillary utapelekwa katika makaburi ya Mwanakwerekwe, wilaya Magharibi B, mkoa wa mjini Magharibi Zanzibar. Mwisho saa kumi na nusu mpaka saa kumi na nusu alasiri ni baada ya maziko sehemu ya pili ya marehemu Charles Martin Hillary ikiwa ni pamoja na kuweka mashada ya maua na salamu za serikali ya Mapinduzi Zanzibar katika makaburi ya Mwanakwerekwe. Mwisho ratiba itaishia hapo. Hata hivyo, kama ulikuwa aufahamu, huyu ni mwamba kweli kweli, ambaye alijiunga na redio Tanzania mwaka 1981 na kuitumikia hadi mwaka 94 alipojiunga na kituo cha binafsi cha redio One Stereo kinachomilikiwa na IPP. Lakini mwaka 2003 aliondoka nchini na kujiunga na redio Deutsche Welle Ujerumani, na miaka mitatu baadaye akajiunga na shirika la utangazaji la Uingereza BBC. huyu ni mwamba. Mwaka 2015 aliamua kurejea nchini na kujiunga na Azam Media, lakini mpaka mauti unamkuta ni hapo katika serikali ya mapinduzi Zanzibar na cheo chake kama hicho ambacho tumekitaja mara kadhaa. Asante na kwaheri. Unamkumbuka Mwamba huyu katika safari yake ya utangazaji na tasnia ya habari kwa kipindi gani ambacho kilikukosha?